Stationery za wanafunzi kuna mafuta ya kupaka kuna sukari. Hapa nimekuja Songea kwa ajili ya mkutano wa injili ambao utafanyika viwanja vya Matarawe pale kuanzia siku ya Ijumaa ambayo tarehe 26 siku ya kesho mpaka tarehe 28 ambayo ni siku ya Jumapili, na mkutano huu utakuwa ni mkutano wa dini zote, madhehebu yote, watu wa kabila zote bila ubaguzi. Ni mkutano ambao utakuwa hauna kiingilio ni bure, maombezi yale atakuwa ni bure kwa watu wote. Lakini uh, katika mkutano huu tunategemea kuona wagonjwa wataponywa na vipofu wataona na walemavu watafunguliwa watap, wataponywa kabisa, na maskini watakwenda kubiriwa habari njema na Mungu atawabariki na kuwafanya kuwa matajiri. Sasa uh, kwa nini nimetembelea vituo vya watoto yatima kabla ya mkutano? Umekuwa ni utaratibu ambao Mungu amenipa. Maandiko yanasema kitabu kile cha Petro kwamba dini iliyo safi isiyo na mawaa wala hila mbele za Mwenyezi Mungu ni ile ya kwenda kuwatazama yatima na wajane na kuwasaidia katika dhiki yao. Yatima wajane wana dhiki nyingi sana. Kama hawa yatima wana mahitaji ya stationery, wengine wako shuleni, wana mahitaji ya vyakula, wana mahitaji ya mavazi wana mahitaji ya kupata matibabu. Kwa hiyo kabla sijaenda kuwahudumia mahitaji ya kiroho na ya kimwili pale kwenye mkutano, nikasema niwaone kwanza hawa ambao ni jicho la Mungu. Anayewasaidia yatima namsaidia Mungu, anayewalisha yatima namlisha Mungu, anayemvisha yatima namlisha Mungu. Kwa hiyo nilianza na Mungu kwa yatima kuwatembelea hapa Songea katika wilaya amini, katika vituo vitatu. Tumetembelea vituo vitatu vya yatima na kote huko tumewapatia misaada mbalimbali mbali. Kwa hiyo haya aliyoyafanya ni kwa ajili ya maelekezo ya Mungu kabla sijaanza mkutano, na umekuwa ni utaratibu au utamaduni wangu kufanya hivyo, kuwapatia yatima mahitaji yao. Ili shirika limeanza rasmi kufanya kazi ya kudumia watoto mwaka 2001 kwa hiyo tunaweza kusema mpaka sasa shirika limeweza kufanikiwa kuhudumia watoto kwa kuwashika mkono, kuwalea kama watoto katika familia zaidi orphanage mm. inamilikiwa na jimbo kuu la Songea ikiwa chini ya Askofu Damian Dennis na da. Karibu sana Mheshimiwa Nabii Suguye mm.